shida ni vifaa ambavyo havijulikani vilitumikaje mm. mifuko mia sita mifuko mia tano mm. nondo kokoto kwenye site leja mm. hazionekani zimetumikaje hiyo mm. ndiyo kesi kubwa Sa, sasa njio kwenye site leja ambako ndio vitu vinatumika vinaondoka ili viende kutumika items kadhaa tu ndio hazipo Mm, zina thamani ya milioni sabini na tatu. Kwa nini ni hizo tu? Hiyo leja sawa, kwenye hiyo pia site leja kuna item nyingi dio, kwa nini zikosekane tisa? Yani kama kuna nyingine imeonyeshwa fundi kachukua nondo saba, ipo mm, kachukua hiki ipo, lakini fundi kuchukua tofali labda mia sita ndo haipo, lakini ni kwenye kitabu kimoja, kwenye hiyo hiyo site leja ambazo zingine uh, mkaguzi ameziona kwenye eneo moja kwenye daftari hili moja, kwa nini zingine zisiwepo? Ninaakiri kuna uzembe kati ya ofisi yangu kuhusiana na hiyo site leja, kwa sababu haikuonekana muda ule, lakini ilikuja kupatikana pale pale ofisini. Pesa imetoka ya kununua vifaa hivi, nyaraka zinaonyesha vifaa vimefanyaje, vimepokelewa, si ndio? vikae kwa store sasa kama vifaa vinaweza vikapokelewa kuweka store na ujenzi unaendelea, yaani okay. Hapa hapa majengo mawili mawili tu, kwa nini 73 milioni isionekane ilivyotoka, yaani vile vifaa vimeingia vilivyotoka, kuna ushahidi mifuko ya simenti elfu moja mia moja. Kwenye pesa ya umma, afisa masuhuli aandae taarifa ya kina ya mchanganuo wa matumizi ya fedha za ujenzi wa nyumba mbili za wakurugenzi. Afisa masuhuli awasilishe kwa CAG vielelezo, evidence, vya utoaji site ledger book wa vifaa vya ujenzi vyenye thamani ya shilingi milioni 73 na laki sita sabini na tano mia tatu kumi na nane.